Mapinduzi ya kijeshi nchini Benin yamegonga mwamba mwishoni mwa jumaa. Akizungumza siku ya Jumapili, rais wa Benin, Patrice Talon alilaani jaribio hilo la mapinduzi ambalo lilizuiwa na jeshi la nchi hiyo na maoni yake hayo yalikuwa ya kwanza tu tangu milio ya risasi iliposikika katika sehemu kadhaa za mji mkuu wa Benin, Cotonou. Hii ni TriGen Media. Kundi la wanajeshi lilionekana kwenye televisheni ya serikali ya Benin mapema siku ya Jumapili na likatangaza kuvunjwa kwa serikali huku likijitambulisha kuwa ni kamati ya kijeshi ya uundaji mpya. Baadaye, waziri wa mambo ya ndani wa Benin, Alassane Saidu, alitangaza kupitia ujumbe wake wa video kupitia mtandao wa Facebook kwamba jaribio la mapinduzi hilo limedhibitiwa. Hata hivyo, hadi sasa, idadi ya majeruhi ama mateka haijatolewa waziwazi. Kambi ya kikanda jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS iliamuru kupelekwa kwa kikosi cha kikanda kinachojumuisha wafanyakazi kutoka Nigeria, Sierra Leone, Ivory Coast na Ghana ili kusaidia jeshi la Benini kusimamia utaratibu wa kikatiba na uadilifu wa eneo hilo la Jamhuri ya Benini vyombo vya habari vya ndani Benin, viliripoti kukamatwa kwa wanajeshi wa patao kumi na watatu walioshiriki katika mapinduzi hayo ya siku ya Jumapili, huku wakinukuu vyanzo vilivyo karibu na rais. Kuhusiana na taarifa hizo, bado haijajulikana ikiwa Luteni Kanali Pasco Tigri, kiongozi wa mapinduzi hayo, kama amekamatwa au la. Milio ya risasi ilisikika na wanajeshi walioonekana wakifanya doria kuzunguka katika baadhi ya maeneo huko Kotonou, lakini hali ya jiji imekuwa shwari kwa kiasi tangu jaribio hilo lilivyogonga mwamba. Kamati ya kijeshi ya uundaji upya ilikuwa inasema hapo awali kwamba Tigri aliteuliwa kuwa rais wa kamati ya kijeshi kufuatia uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1960. Taifa hilo la Benin huko Afrika Magharibi lilishuhudia mapinduzi kadhaa ya taifa hilo hasa katika miongo kadhaa iliyopita baada ya uhuru wake. Tangu mwaka 1991 taifa hilo limekuwa imara kisiasa, kufuatia utawala wa miongo miwili wa Mathieu Karekou. ECOWAS inaliona jaribio hilo la mapinduzi kama uharibifu wa matakwa ya watu wa Benin. Rais Talon amekuwa madarakani tangu mwaka 2016 na anatarajiwa kujiuzuru mwezi Aprili mwakani baada ya uchaguzi mkuu wa rais kufanyika. Mteule wa chama chake Talon, waziri wa zamani wa fedha Romward Wagni, ndiye anayepigiwa upatu kushinda katika uchaguzi huo. Mgombea wa upinzani Renald Akbojo alikataliwa na tume ya uchaguzi, kimsingi kwamba hakuwa na wadhamini wa kutosha. Mnamo mwezi Januari mwaka huu, washirika wawili wa Talon walihukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kwa madai ya njama za kufanya mapinduzi mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Jaribio hili la mapinduzi la hivi karibuni ni mwendelezo wa mfululizo kadhaa wa mapinduzi ya kijeshi ambayo yametikisa katika nchi za Afrika Magharibi. Mwezi uliopita mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea Bissau yalimwondoa madarakani rais wa zamani Umaro Embalo baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani ambapo yeye na mgombea wa upinzani walijitangaza kuwa washindi. Hata hivyo, mfululizo huu wa mapinduzi ya kijeshi ni ishara pia kuwa viongozi wa Afrika wanapaswa kujitafakari katika aina ya utawala wao na kujihakikishia kwamba wanazingatia katiba ili waweze kutimiza matakwa ya wananchi. Hii ni TriGen Media.